Ah, karibuni sana Kingo Farm. Leo hii ninataka nikupe eh, jinsi ambavyo unaweza ukatengeneza tiba ya asili kwa ajili ya mafua makali. Eh, kama unasumbuliwa na hili tatizo, basi sikiliza hii video mpaka mwisho uta pata elimu ya namna ambavyo unaweza ukatengeneza hii tiba kwa ajili ya kuku wako, lakini aa, kabla ya yote niwakumbushe kwamba sisi Kingo Farm tunavyo vitabu vinne ambavyo vitakurahisishia wewe kwenye ufugaji na kukupa mafanikio sana kutokana na jinsi ambavyo tumeviandika. Kwanza hivi vitabu tumefanya tafiti hapa shambani kwetu. Uh, kwa mfano hiki kitabu cha tiba za asili eh, ni kitabu ambacho tiba zote ambazo tumeziandika huko ni zile ambazo tulizitumia hapa shambani, zilileta matokeo vizuri kabisa eh, kabisa kabisa. Uh, tunayo pia eh, kitabu hiki cha safari ya ufugaji ambacho hiki kitabu kitakusaidia sana. Huu ni mwongozo e, jinsi ambavyo e, utawalea kuku wako a, tokea wakiwa vifaranga wadogo mpaka wanakuwa wakubwa. E, kuna changamoto nyingi sana wafugaji wengi waga wanazipata kutokana na e, makosa ambayo waliwafanya E, wakati wa kuwalea vifaranga. Kwa hiyo sisi tumekuja na hii miongozo, ipo kama mitatu hivi, kuna hiyo safari ya ufugaji, ufugaji wa broiler na ufugaji bora wa kuku wa kienyeji. Yote hiyo ni miongozo ya namna gani unapokea vifaranga, namna gani utawalea kuku wako mpaka wanakuwa wakubwa, lakini pia humo ndani kwenye kila kitabu kuna kanuni, kama unataka wachanganyie chakula kwa ajili ya kupunguza gharama. Sasa, kwa hiyo mfugaji wa kuku chotala, hiyo safari ya ufugaji inakufaa kabisa, huo mwongozo nakufaa lakini pia hata kama layers unataka watengenezee chakula hiyo kanuni ambayo tumeandika humo inafaa. Uh, pia kwa wewe mfugaji wa broiler, hiyo ufugaji wa broiler inakufaa. Na wewe mfugaji wa kuku wa kienyeji, hicho kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji kinakufaa sana wewe mfugaji. Uh, kila kitabu ni shilingi elfu kumi. Sasa ni dalili zipi ambazo zitakuonyesha kwamba hapa hatua iliyofikia kwenye haya mafua ni mafua makali na kutibu mafua makali ni, ni kazi kidogo, uh, sio rahisi kama ambavyo mafua yale ya awali. Kwanza ni kuvimba macho kuku, kuku, kukua na kuwa na vimba macho eh, yote mawili uki, uki, uki, uki, ukitoa hivi ndani unakutana na kidonge, lakini sambamba na hivyo uh, Kuku wako utakuta anatoa kamasi kwa wingi sana, anatoa kamasi kwa wingi sana. Uh, hii hali e, ikiendelea inapelekea kuku wako kuvaa makoti, kuku wako kuvaa makoti. Lakini pia utakuwa unapata vifo e, vingi bandani kwako, kwamba uh, ukienda bandani utakuwa unaona kuku wawili watatu wamekufa. Inategemeana na idadi ambayo unao kuku. Mfano mzuri kama unao kuku labda uh, unao kuku labda mia mbili Uh, unaweza kuokota kwa siku wastani wa vifo hadi kumi. Kwa hiyo ni ugonjwa mmoja hatari sana. Sasa, hatua ya mwanzo kabisa eh, ndugu uh, unajua mara nyingi sana huwa tunataja dawa lakini eh, hizi dawa unakuta labda haziende kumsaidia mfugaji. Uh, kitu cha kwanza ni kwamba inatakiwa uweke mazingira sawa, uondoe yale ma ma mazingira ambayo yamepelekea huo ugonjwa na mazingira ambayo yanapelekea ugonjwa ni vitu kama vile uh, unakuta labda Uh, mabanda machafu yanatoa sana harufu, lakini mda mwingine unakuta mabanda uh, hayana mzunguko mzuri wa hewa. Kwa hivyo vitu eh, vinapelekeaga sana magonjwa eh, sugu, kwa haya mafua sugu kwa kuku wako, kutokana na kwamba uwezekana uh, uliweza kuyatibia tokea ikiwa katika hali eh, ile ya mwanzo kabisa, labda kuku anapiga chafya Uh, kuku wanachangamka lakini wana mafua, ukashindwa kuwatibu kwamba yale mazingira bado yanakuwa yanawapa tena ugonjwa. Kwa hiyo vitu kama hivyo ni muhimu sana kuvizingatia, kwa hiyo lazima uondoe hivyo. Lakini kama umekutana na hii kesi ya kuvimba macho, basi uh, tumia maji ya vuguvugu ku kutoa eh, kutoa kile kidonge cheupe che ambacho kinakwaga kwenye jicho la kuku. Kwa hiyo utamshika kuku vizuri utatoa, kisha eh, maji yale ya vuguvugu yanakuwa na chuvi kwa umbali kidogo unamwekea mle, kisha ndipo uaze matibabu. Utatumia dawa hizi ambazo nakutajia hapa. Huu ni mchanganyo ambao uh, ukitumia kati ya siku tatu hadi siku tano basi kuku wako atapona vizuri kabisa. Aa, sasa na hivi vitu vinapatikana sokoni tena kwa gharama nafuu kabisa. Aa, mchanganyo hapa huu mchanganyo mara nyingi sana unaweza ukaubrendi au unaweza ukatwanga, lakini unahitaji uwe na kitunguu maji kimoja, hiki muhimu sana kinasafisha e, koo lakini pia kuna sukari ndakuwa na sukari, ukipata mbichi ndio nzuri zaidi. Uwe pia na tangawizi, lakini pia uh, uwe na pilipili. Sasa huwa anaulizwa maswali mengi kuhusiana na ni pilipili ya aina gani. Ni pilipili yoyote ile. Na eh, kwa kiasi gani utahitaji kuchanganyia kwenye huo mchanganyo wako, uh, hiyo asali ukipata kijiko e, kama hicho hapo cha chakula utaweka vijiko vitatu kwenye huo mchanganyo wako. A, kisha kitunguu maji kimoja kizima vyenye size kama hiyo hapo, sio kidogo kama hiki ambacho kinaonekana huko, hivyo viwili vya hapo. A, kisha utachukua tangawizi tangawizi mbili, na utachukua pilipili. Kwa mfano pilipili kama hizo hapo, tunaweka pilipili tano. Aa, sasa huu mchanganyo bwana unaanza kwaza hivi vitu vitatu E, tangawizi pilipili e, pamoja na kitunguu maji utaviponda ponda au utavibrendi vizuri kabisa ni unahakikisha e, havijabaki na makapi kisha utakuja utaweka kwenye e, e, chombo chochote kile ukiisha changanya hivyo utawekea na asali kwenye huo mchanganyo wako. huu mchanganyo usichanganyie kwenye maji na unatumia kwa kuku ambao wamezidiwa sana, utawanywesha. Yani utakuwa unachukua kidogo, e, labda unaweza ukaweka kwenye e, uka, uka uka chukua kidogo ukawakamlia mdomoni wakanywa. Yani unakuwa unafanya kuwanywesha wewe mwenyewe kuku mmoja mmoja na, na tumaini, e, utafanya hivyo kwa, kuku. Kwa mtu ambaye anao kuku wengi, yani inatokea mwingine unaangalia hapa, lakini unao kuku wengi Uta, utachanganyia kwenye maji utaweka na maji lita nane utaweka na maji kati ya lita nane mpaka lita sita, lakini uh, ili ufanye kazi vizuri zaidi ni bora ukawa wenyewe kama wenyewe ndio hapo uta, uta, utafanya kazi vizuri na kwa muda mfupi utakuwa umewatibia ume kuku wako. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo utafanya kwa muda kati ya siku tatu mpaka siku tano kwako kwa watapona vizuri kabisa, lakini usisahau kila siku kusafisha e, macho ya kuku wagonjwa kama macho yamevimba. Lakini pia usisahau e, kutengeneza mazingira vizuri, kama hakuna mzunguko wa hewa mzuri, basi hakikisha unaweka mzunguko mzuri wa hewa. Unaweza ukajiunga na familia ya Kingo Farm kwa ajili ya mafuzo zaidi. E, ada ni shilingi elfu nane kwa muda wa miezi miwili. Tunao wafugaji wengi sana ambao wapo kwenye kundi letu la mafuzo ya namna ambavyo unatibia kuku, unapokea vifaranga, namna ambavyo una uh, unawalea kuku wako. Lakini pia sambamba na hivyo, uh, sisi KingoFarm tumejitahidi sana sana uh, kwenye kundi letu ukitupigia simu tunapokea na tunakuelekeza, kama kupo na changamoto. Hicho kikubwa sana, tunajali sana, tunawapenda sana wafugaji. Unaweza kututafuta kwenye namba ambayo unaiona hapo juu eh, ili kuweza kupata huduma zetu. Asantedi na kwa elini